Shirika la habari la Reuters limeripoti ya kwamba shambulizi la drone la Urusi katika jiji la pili kwa ukubwa la Ukraine limesababisha vifo vya watu wawili huku watu wengine 35 wakijeruhiwa siku ya Jumamosi hii. Rais wa Urusi Volodymyr Zelensky amewahimiza washirika wa Kyiv kujibu mashambulizi kama hayo wakati wakitafuta amani katika vita vya miaka mitatu. Shambulizi hilo katika jiji la mashariki la Kharkiv ambalo liliharibu hospitali ya kijeshi na miongoni mwa majengo mengine, lilikuja wakati Ukraine ikitafuta msaada mkubwa kutoka kwa washirika wa magharibi ili kushinikiza Urusi kumaliza uvamizi wake wa kijeshi katika nchi yake ndogo ya jirani. Meya Ihor Telekov amesema watoto watano walijeruhiwa katika shambulizi hilo ambalo limeharibu majengo kadhaa ya makazi na chumba cha kulala kwa wakimbizi wa vita. Mmoja wa waliopona ambaye alijitambulisha kwa jina la Anthony ameeleza jinsi alivyokimbia kwenye chumba hicho kilichokuwa karibu katika nyumba yake wakati droni iliposhambulia na kumwacha akiwa amejaa vipande vya champagne. Jeshi la anga la Ukraine Jumapili hii limesema kwamba Urusi ilizindua droni 111 na kombora moja la balistiki usiku na kusababisha uharibifu mkubwa katika mikoa ya Kharkiv Sami, Odessa na Donetsk likisema kwamba ulizi wa anga ulidondosha dronzi 65 na kuzizima nyingine thelathini na tano. Pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana siku za hivi karibuni kwa kukiuka mapatano ya mapumziko ya vita yaliyosimamiwa na Marekani, na Urusi imeendelea kutuma kundi la kawaida la dronzi juu ya Ukraine. Katika hotuba yake ya siku ya Jumamosi, wakati wa shambulizi la Kharkiv lilipokuwa likiendelea, Zelensky amesema kwamba Ukraine inatarajia jibu kali kutoka kwa chi za Magharibi kwa mashambulizi hayo karibu kila siku. Nikimnukuu Rais Zelensky alisema kwamba washirika wetu wanapaswa kuelewa kwamba mashambulizi haya ya Urusi hayalengi tu watu wetu bali juhudi zote za kimataifa, juhudi za kidiplomasia zinazolenga kumaliza vita hii, mwisho wa kunukuu. Wakati wa mkutano huko Paris wiki iliyopita, viongozi wa Ulaya waliahidi kuimarisha jeshi la Kyiv huku Ufaransa na Uingereza zikijaribu kupanua msaada kwa jeshi la uungwaji mkono la kigeni katika tukio la mapatano ya amani na Urusi. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.